alladhina yantasibuna ila ahli sunnati min asufiya wa ghayrihim. Kisha wakafuata utaratibu huo wa mashia, yani wakafuata utaratibu huo uliofanywa na Mashia wa kujenga misikiti katika makaburi, ukafuatwa utaratibu huo na wale makhurafi ambao wanajinasibisha na Ahlusunna katika masufi na wengineo, wakafuata utaratibu huo wa mashia

kazi sifia limepatikana hivyo. Kwa hivyo kuna watu wakajinasibisha na Uislamu eh, wakaiga vitendo, wanajinasibisha na Ahlusunnati Waljamaa wakaiga vitendo vya Mashia, wakafanya taklid, wakafuata ili taklidu lamal wakafuata hivyo, nao pia wakajengea eh, wakajenga misikiti katika makaburi, kama vile shekh anataja makhurafi eh, kawataja wazi wale masufi wakayafanya haya. Kwa hivyo, hapa kuna mambo mawili. Kuna suala la kujengea makaburi. Kaburi kama kaburi, kulijengea lina makatazo, lakini pia kwenye kaburi kujenga msikiti kuna makatazo. Hayo mambo mawili tofauti, sija watu mkachanganya. Uislamu umekataza kujengea makaburi, na waislamu wanayajua maneno hayo kuwa Mtume alaihi ssalatu wassalamu kakataza hilo, kakataza kujengea makaburi, kakataza kuyapiga marumaru yale makaburi, kupiga chokaa yale makaburi, kuyatia rangi hayo makaburi, kuyaandika majina hayo makaburi. Yote haya Uislamu unakataza, lakini leo katika makaburi ya Waislamu kukoje? Haya yaliyokatazwa ndiyo yako huko katika makaburi ya Waislamu. Yaani yote haya ambayo Uislamu umepinga na kukataza vikali kabisa, yote haya yapo katika makaburi ya Waislamu. Na ushahidi wa hili, hebu ninyi tembeleeni makaburi ya Waislamu, yaone makaburi yamejengewa. Bali kama hujajengea kaburi lako au la jamaa yako, si la babu yako, la mjomba yako, huonekana wewe mmaskini, sio? huonekana kwamba wewe umejua sheria ya Kiislamu inalenga nini katika hili? Huonekani hivyo. Yaani, kama wewe hujajengea kaburi la jamaa yako, wewe umeonekana wewe ni mtu oh, hohehahe kwelikweli, kwamba umekosa nguvu ya kujengea makaburi. Lakini tunasema hivi si kuwa watu wamekosa nguvu, wamekosa nguvu ya kujengea makaburi, bali watu wanafuata sheria ya Uislamu, haitakiwi kuyajengea makaburi.